Na mabinti wazuri sana ambao macho yao ya rohoni yamekufa, kwa sababu ataona amefikisha miaka 30 hajaolewa, anasema mwanaume yeyote atakayepita mbele yangu naenda naye, kwa sababu macho yake ya rohoni yamekufa. Haoni tena ndoa, anasema mume atakayepita mbele yangu yeyote anaenda naye. Linapita limulevi fulani hivi ambayo linataka kulala naye tu, anaenda naye, akidanganywa vyovyote, kwa sababu macho yake ya rohoni yamekufa, anaondoka hivyo hivyo. Lakini macho yako akitiwa nuru, yeyote atakayekuja mbele yako utamwangalia katika macho ya rohoni Mtu mama mtu mzima maisha amempiga anakwambia, ningejua fulani alinitafuta, alitaka kunioa lakini nilikataa. Na atasema hivyo baada ya kuona yule aliyemkataa ameng'aa, amependeza, kama baba yetu hapo unavyomuona amependeza. Halafu kuna mtu alisoma naye kijijini kule, maisha amempiga, anapita kwenye mitandao, anaanza kuhadithia, anasema, unamwona huyu huyu huyu hapo hapo, alitaka alitaka kunioa kunioa kabisa na kuhakikisha, huyu hapo na tulisoma huyu, lakini kwa sababu alikosa macho ya rohoni kuelewa kwamba huyu mtu inawezekana tupo kijijini leo lakini kesho tutakuwa Dar es Salaam. Haleluya! Mungu akufungue macho ya rohoni, macho yako ya rohoni yatiwe nuru. Haleluya! macho yako ya rohoni yakitiwa nuru, utaona fursa sehemu ambako wengine hawaoni, utaona mambo mazuri sehemu ambako wengine wanaona giza. Lakini hayo yote anahitaji ufahamu wako ufanye kazi. Ufahamu wako hauwezi ukafanya kazi kama macho yako ya rohoni yamezima.